Hii ni Arusha One Radio mimi ni Awadhi Rashidi. Redio ya taifa ya Liberia imethibitisha kuwa taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu milio ya risasi nchini Ivory Coast na madai ya kuuawa kwa jenerali wa ngazi ya juu wa jeshi la taifa hilo ni za uongo. Mwandishi wa idhaa hiyo kutoka mji mkuu wa Abidjan, Benjamin Tegbe amekanusha uvumi huo kwa kuita ni madai ya kupotosha, akisema kwamba hakuna ushahidi wa machafuko au makabiliano ya kijeshi katika mji mkuu wa Ivory Coast au miji mingine mikubwa. Hakuna kabisa dalili ya milio ya risasi au ukosefu wa utulivu mjini Abidjan. Watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida na hakuna uwepo wa mapigano ya wa kijeshi, mwandishi huyo alisema na kuongeza, mamlaka hazijatoa taarifa zozote za kiusalama, na tumezungumza na wakazi na waandishi wa habari wa eneo hili ambao pia walithibitisha kwamba ripoti hizi ni za uongo. Niko kwenye chumba cha mazungumzo cha waandishi wa habari wa kimataifa na hadi sasa kuja kuwa na habari kuhusu maandamano au milio ya risasi iliyosikika hapa, aliongeza. Taarifa za mapinduzi nchini Ivory Coast zilianza kusambaa siku ya Jumanne jioni kupitia barua ambazo hazijathibitishwa kwenye mtandao wa Facebook zikidai kuwa milio ya risasi ilizuka katika wilaya kadhaa za mji mkuu Abidjan na kwamba jenerali mkuu wa jeshi aliuawa katika kile kilichoelezwa kuwa ni jaribio la mapinduzi. Hata hivyo, uchunguzi ulio fanywa na redio ya kitaifa ya Liberia kwa ushirikiano na vyombo vya habari vya kikanda na waangalizi wa mashirika kirai ya kiraia haukupata ushahidi wa kuaminika wa kuunga mkono madai hayo. Habari hizo zinakuja miezi michache kabla ya taifa hilo la Afrika Magharibi kutarajiwa kufanya uchaguzi mkuu hapo mwezi Oktoba mwaka huu. Mpaka sasa serikali ya Ivory Coast bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu swala hilo, lakini maafisa wakuu wa usalama walitaja ripoti hizo kama za uzushi wa mitandao ya kijamii. Tunafuatilia kwa karibu hali ilivyo hadi sasa dalili zote zinaonyesha amani na utulivu. Timu ya uhariri wa habari mjini Abidjan ilithibitisha. Chanzo cha kijeshi huko Abidjan kilifahamisha redio hiyo ya kitaifa la Liberia kwamba jenerali mkuu wa kijeshi anayetajwa bado yuko hai na alionekana katika mkutano mmoja mapema siku ya Jumatano waziri mkuu wa Senegal Osman Sonko ametangaza kwamba wanajeshi wote wa kigeni walioko nchini humo lazima waondoke mwishoni mwa mwezi Julai. Wanajeshi wa Ufaransa wanasalia kuwa jeshi pekee la kigeni nchini Senegal na inalofanya kazi chini ya makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi ya mwaka 2012 kama sehemu ya kujiondoa kwa awamu. Ufaransa ilihamisha rasmi udhibiti wa kituo cha jeshi la majini cha Royal Admiral Protect huko Dakar hadi mamlaka Senegal mnamo Mei mwaka 2015. Hii inafuatia makabidhiano ya awali ya vifaa vya Masho na Saint Export mnamo mwezi Machi. Misingi iliyobaki imepangwa kuhamishwa katika awamu zinazofuata. Akizungumza na shirika la utangazaji la taifa la Burkina Faso siku ya Jumatatu, Sonko alisema kuwa tangu utawala wake uingie madarakani karibu mwaka mmoja uliopita, wamechukua hatua kadhaa kudai mamlaka ya kitaifa. Tumeziarifu nchi zote ambazo zina kambi za kijeshi nchini Senegal kwamba tunataka wajiondoe kabisa. Hakutakuwa na kambi za kijeshi za kigeni katika eneo la Senegal, alisema Sonko. Kulingana na waziri mkuu, mchakato wa kujiondoa tayari unaendelea, akithibitisha kuwa kambi moja ya kijeshi ya kigeni iliachwa siku mbili tu kabla mahojiano yake, na kusisitiza kuwa makabidhiano ya kituo kingine yatakamilika mwishoni mwa mwezi Julai. Sonko alitaja hatua hiyo kama madai ya kawaida ya uhuru, akisema kwamba Senegal ina jeshi la kitaifa, vikosi vya ulinzi na usalama, na wanafikiri wanaweza kujihakikishia usalama wao. Pia ametoa wito kwa mataifa mengine ya Afrika kuchukua udhibiti mkubwa wa maeneo yao. Mnamo mwezi Novemba mwaka 2023 rais wa Senegal Basur Diame aliita uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa nchini Senegal kama usioendana na uhuru wa taifa hilo. Utawala wake mpya uliochaguliwa umechukua msimamo thabiti wa kurudisha nyuma nyayo za kijeshi za Ufaransa katika taifa hilo. Mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi yakijumuisha Burkina Faso, Mali na Niger yamekata uhusiano wote wa kijeshi na Ufaransa katika miaka hivi karibuni, yakitaja kukatishwa tamaa na juhudi za kukabiliana na ugaidi zinazoongozwa na Ufaransa na kutafuta washirika mbadala kama Urusi. Na huko nchini Burundi, rais wa taifa hilo jenerali Evariste Ndayishimiye amezindua ahadi mpya kumpa kila raia wa Burundi faranga milioni moja ndani ya miaka miwili. Mpango huo uliopewa jina la Operation milioni moja ulizinduliwa wakati wa kampeni za chama tawala CNDD-FDD zilizofanyika katika uwanja wa Ingoma mjini Gitega mbele ya maelfu wafuasi kindakindaki wa chama hicho. Kwa mujibu wa rais Ndayishimiye mpango huo unalenga kuwawezesha wananchi wa taifa hilo na kuipeleka Burundi katika mabadiliko jumuishi ya kiuchumi. Ndaishimie amekariri hata zaidi kauli mbiu yake maarufu ya kila mdomo lazima uwe na chakula na kila mfuko lazima uwe na pesa, huku akiwashutumu wale aliowaita wahujumu wa kwa kuzuia miradi ya jamii kutekelezwa katika sehemu mbalimbali za taifa hilo. Kauli hizi za Ndaishimie zinakuja wakati huu ambapo taifa hilo limekumbwa na migogoro kocho ikiwemo, kwa karibu miezi hamsini na mbili nchi hiyo ikiwa inakabiliwa na uhaba wa mafuta na kukatika mara kwa mara kwa maji na umeme hata katika miji ya kimkakati kama Bujumbura ambayo ndio mji mkuu wa kibiashara wa taifa hilo. Sawa na hayo, Burundi bado imekuwa na uhaba wa bidhaa za msingi, mfumuko wa bei ukiongezeka na umaskini unaozidi kujitanua. Clementine ni mkazi wa Bujumbura, mchuuzi wa matunda katika soko la Kinindo, amesema ana mashaka na ahadi za rais, nanukuu, tumeahidiwa ardhi kwa miaka mingi, bado unasubiri umeme nyumbani, kwa hiyo milioni moja kwenye akaunti yangu, haya ni maneno ya kampeni, hakuna cha ziada Mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake mwanauchumi anayeishi katika mji wa Ngozi ambaye akutaka jina lake liwekwe pa ruwanja amesema na hapa na nukuu, rais anazungumza kuhusu kutoa milioni moja kwa kila raia wa Burundi, lakini haelezi kwa bajeti gani. Nchi ina uwezo mdogo wa kifedha, misaada midogo kutoka nje ya nchi na uchumi usio rasmi, ni jambo lisilowezekana, ni maneno tu ya kufurahisha. Mwisho wa kunukuu. Tangu kuingia kwake madarakani mapema mwezi Juni mwaka 2020 kufuatia kifo cha hafla cha mtangulizi wake Pierre Nkrunziza, jenerali Evarist Ndaishimie ametoa mfululizo wa ahadi za vishindo, kuanzia mapambano dhidi ya ufisadi, uboreshaji wa kilimo, uwekaji mfumo wa kidigitali kwa taasisi za serikali na kubuniwa kwa maelfu ya ajira. Lakini matokeo yake yamekuwa polepole na kulalamikiwa na wengi, huku ukosefu mkubwa wa ajira ukiwa janga, uhaba wa chakula ukihanikiza, huduma za afya zisizo na uhakika ukosefu wa miundombinu imara, sawa na Burundi kuendelea kuorodheshwa katika takwimu za kimataifa za hivi punde kama nchi maskini zaidi duniani. Katika muktadha huu, operation milioni moja iliyozinduliwa katikati ya kampeni ambapo chama cha CNDD-FDD hakikabiliani na upinzani wa kweli, inachukuliwa na wengi kama mbinu nyingine ya kushinda katika uchaguzi. Mwalimu aliyekuwepo uwanjani wakati kampeni hiyo ikizinduliwa mjini Gitega alisema, na hapa na nukuu: Tunachotaka sio milioni moja za kwenye karatasi, bali mshahara mzuri, huduma za afya zinazopatikana na elimu iliyo bora. Hotuba tupu hazijazisahani. Mwisho wa kunukuu. Hivi majuzi Rais Evarist Ndayishimiye alizua utata kwa kutangaza kwamba Burundi haijawahi kuwa na furaha kama ilivyokuwa na furaha kipindi hiki, kauli iliyochukuliwa kuwa ni ya kufedhehesha, kukatisha tamaa na kutofaa. Kwa wachambuzi wengi wa masuala ya siasa, maneno yake yamejaa ubinafsi, kana kwamba anajaribu kujitenga na hali ya nchi, huku akitawala peke yake kwa takriban miaka mitano. Mmoja wa wachambuzi alisema mitaani, warundi wanatofautiana kati ya uchovu kujiuzulu na kejeli katika uso wa utawala uliokuwa na hotuba ndefu lakini mabadiliko machache. Kwa wengi, operesheni milioni moja tayari inaonekana kama ahadi nyingine isiyo na mustakabali. Na tukiendelea kusalia huko nchini Burundi, chama tawala cha CNDD-FDD chenyewe kimeendelea na kampeni zake katika maeneo mbalimbali kuelekea uchaguzi wa wabunge na manispaa, ambapo akiwa huko Burunga, kusini mashariki mwa Burundi, katibu mkuu wa chama hicho amesema nchi si kipande cha mkate unachoweza kumpa mtoto anayelia. Kauli hiyo ikitafsiriwa na wengi kama ni hatua ya chama cha CNDD-FDD kuendelea kuwafungia vyoo wapinzani wake. Na wizara ya mambo ya kigeni ya Kenya imetoa ya mwito mamlaka nchini Tanzania kumwachilia mwanaharakati Boniface Mwangi aliyekamatwa jijini Dar es Salaam. Mwangi alikamatwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni maafisa wa jeshi baada ya kusafiri kutizama kesi ya uhaini ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundulisu. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amelani ajali mbaya wakati wa uzinduzi wa meli mpya kivita siku Alhamisi na kuita kitendo cha uhalifu ambacho hakiwezi kuvumiliwa. Sehemu ya chini ya meli hiyo yenye uwezo wa kuangamiza tani elfu tano iliharibiwa na hivyo kusababisha meli kukosa usawa, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Kimu ambaye alikuwepo kwenye uzinduzi huo ameagiza kurejeshwa kwa meli hiyo kabla ya mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi Juni, na kwa wale waliohusika w kutengeneza meli hiyo wawajibishwe kwa tukio hilo ambalo alisema liliharibu sana heshima na fahari ya taifa. Papo kwa hapo, vyombo vya habari vya serikali havikutaja majeruhi au majeraha yoyote kutokana na tukio hilo. Ameongeza kuwa makosa kutowajibika ya wale waliohusika yatashughulikiwa katika mkutano wa jumla mwezi ujao. Haijabainika ni adhabu gani wanaweza kukabiliwa nayo, lakini serikali ya Korea Kaskazini ina rekodi ya kuwapa adhabu ya kifo. Sio kawaida kwa Korea Kaskazini kufichua hadharani ajali za ndani, ingawa imefanya hivyo mara kadhaa huko nyuma. Mnamo mwezi Novemba mwaka jana, ilieleza mlipuko wa angani wa satelaiti ya kijeshi miezi sita mapema kama ushindi mkubwa, na ilikosa maafisa ambao walifanya matayarisho bila kuwajibika kwa hilo. Na mahakama ya rufaa ya Ufaransa imeamua kwamba uchunguzi dhidi ya Agathe Kanziga Habi Airamana, mke wa rais wa zamani wa Rwanda, hautaendelea angalau kwa sasa. Agathe Habiramana mwenye umri wa miaka 82 ambaye amekuwa akiishi Ufaransa tangu mwaka 1998 na ambaye kurejeshwa kwake Rwanda kumeombwa mara kwa mara na Kigali hatakabiliwa na mahakama ya Ufaransa katika hatua hii, duru zimesema zikiomba kutotajwa. Uamuzi huo unafuatia hitimisho la jaji wa uchunguzi kwamba hakuna ushahidi wa kutosha wa kumfung... wa kumfungulia mashtaka mjane huyo rais wa zamani Juvenal Habiramana mwenye umri wa miaka 82 kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Uamuzi wa mahakama hiyo unahusu rufaa iliyowasilishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa kitaifa wa Ufaransa wa kupambana na ugaidi ambayo ilikuwa imeomba uchunguzi uendelee kwa, uendelee kuwa wazi. Upande wa mashtaka pia uliomba mahakama kupanua wigo wa kesi hiyo ili kujumuisha mashtaka yanayoweza kutokea ya njama ya kufanya mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu na kuongeza muda wa uhalifu kujumuisha kipindi cha kabla ya mauaji ya kimbari ya kuanzia Machi mosi mwaka 1994. Mke wa rais Jovenal Habiramana alikimbilia alikimbia Rwanda kwa usaidizi wa Ufaransa siku chache tu baada ya ndege ya mumewe kudunguliwa mnamo Aprili mwaka 1994 na kusababisha mauaji ya kimbari ambayo yalisababisha vifo vya watu zaidi ya laki nane kuuawa katika moja ya ukatili mbaya zaidi wa karne ishirini na wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli wameuawa nje ya jumba la makumbusho la Wayahudi katikati mwa jiji la Washington DC. Maafisa wamesema, waathirika mwanaume na mwanamke walipigwa risasi walipokuwa wakitoka kwenye hafla katika jumba la makumbusho la Capital Jewish. Duru ziliambia shirika la habari la CBS na kuongeza kuwa tukio hilo linaonekana kupangwa. Ripoti zinaonyesha kuwa wafanyakazi wengi wa ubalozi wa Israeli walikuwa kwenye hafla ya makumbusho wakati wa ufyatuaji huo wa risasi. Wafanyakazi wawili wa wilu, balozi wa Israeli waliuawa usiku wa, wa kuamkia leo karibu na jumba la makumbusho la Kiyahudi huko Washington DC. Mkuu wa usalama wa ndani wa Marekani Chris Noem alichapisha kwenye ukurasa wa X: tafadhali tuombe kwa ajili ya familia za waathirika. Tutamfikisha mbele ya sheria mhalifu huyu mpotovu. Balozi wa Israeli katika umoja mataifa amelitaja tukio hilo kuwa kitendo potovu cha ugaidi dhidi ya Wayahudi. Kudhuru wanadiplomasia na jumuiya ya Wayahudi Inavuka mstari mwekundu, Balozi Dan Danon aliandika kwenye X na kuongeza tuna uhakika kwamba mamlaka za Marekani zitachukua hatua kali dhidi ya wale waliohusika na kitendo hiki cha uhalifu, mwisho wa kunukuu. Mwisho wa ruba za kimataifa, mimi ni Awadh Rashid.